panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua, huku maeneo mengine hapa nchini yaliosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku nne zijazo, kwa jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe moja ya mwezi wa kumi. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo Kilimanjaro tunatarajia vipindi vya jua. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Morogoro tunatarajia vipindi vya jua. Arusha tunatarajia vipindi vya jua. Mpenda mtazamaji, ni kusihi uendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema.